Kweli katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Isaya tumekuwa tukipanda mlima Everest huu wa unabii, na leo tunafikia kilele na tunamaliza safari yetu. Sasa tunafika sura ya sitini, na kwa hili tumepewa mustakabali mzuri wa Israeli. Imeandikwa wazi kwetu hapa katika mstari wa kwanza: Inuka, angaza, kwa maana nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umeinuka juu yako. Bwana atainuka juu yako na mataifa yatakuja kwenye nuru yako. Sasa hili wazi halijatokea bado wapendwa. Ikiwa unafuatilia habari mara kwa mara, unajua kwamba mataifa ya dunia hayaji Israeli kuomba ushauri. Kwa kweli hawajafanya chochote kwa kane nyingi isipokuwa kujaribu kuzuia Israeli, huwa na sauti kabisa. Lakini wakati wa ufalme wa milenia, ule utawala wa miaka elfu moja wa Yesu Kristo duniani baada ya dhiki basi israeli itarejeshwa yerusalemu itakuwa mji mkuu wa ufalme wa kristo itakuwa mji wa utukufu wa nuru basi fikiria aina hii ya amani katika mashariki ya kati wakati wa enzi ya ufalme ambayo isaya anatabiri anaandika hapa katika mstari wa kumi na nane vurugu hazitasikika tena katika nchi yako uharibifu au maangamizi ndani ya mipaka yako Utaita kuta zako, wokovu, na malango yako na sifa. Basi mistari ya mwanzo ya sura ya 61 sasa itazingatia huduma hii ya kidunia ya Masihi. Isaya anaanza kwa kutabiri hapa katika mstari wa kwanza, roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuleta habari njema kwa maskini. Amenituma kuwafunga walio na mioyo iliyovunjika, kutangaza uhuru kwa wafungwa na kufungua gereza kwa wale waliofungwa, kutangaza mwaka wa kibali cha Bwana. Kwa njia huu ndio maandiko yale yale ambayo Yesu aliyasoma katika sinagogi kule Nazareti, kama ilivyorekodiwa katika Luka sura ya nne. Baada ya kuyasoma ambayo uwe uh, kimsingi ilianza huduma ya Yesu duniani, Yesu alisema, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Kwa maneno mengine, uwe uh, kulingana na unabii wa Isaya Unajua nini, masiha wenu amejitokeza sasa. Tatizo ni kwamba watu wa Israeli walikuwa wakitarajia uwe masiha kuwa mfalme mshindi, walitarajia atamwangusha Roma, si kufa msalabani wa Kirumi. Hivyo taifa litaamua kumkataa Kristo, na hadi leo wanjia hawako tayari kumfuata masiha anayeteseka ambaye alikufa wa ajili ya dhambi zao. Lakini huwa si mwisho wa masiha, sivyo? Kwa kweli, sehemu iliyobaki ya mstari wa pili hapa katika sura ya sitini na moja inatuambia kwamba bwana atarudi siku moja. Isaya anasema kutangaza, siku ya kisasi ya mungu wetu. Sasa Yesu hakusoma sehemu hii ya mwisho ya mstari wa pili siku ya kisasi. Kwa nini? Kweli, kwa sababu sehemu hiyo haitatokea hadi Yesu atakaporudi tena. Unaona, Yesu hakuja mara ya kwanza, kushinda, bali kusulubiwa. mara ya kwanza hakuja kutoa hukumu, alikuja kulipa adhabu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu mzima, moja Yohana mbili himbili. Sasa hapa katika sura ya 62 mstari wa kwanza, Masihi anawahakikishia Israeli, anasema kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza hadi haki yake itoke kama mwangaza na wokovu wake kama mwenge unaowaka. Anaongeza katika mstari wa nne: hautaitwa tena aliyeachwa na nchi yako haitaitwa tena ukiwa. Sasa bila shaka hili halijatokea bado pia, lakini litatokea wakati Bwana atakaporejesha Israeli katika nchi yao, na haitawahi kuachwa tena. Sasa sura ya sitini na tatu inaanza kuelezea kisasi cha hukumu ya Mungu duniani. Bwana anaelezewa hapa kama akitoka kwenye vita vya Amagedoni mwishoni mwa dhiki, wakati anaposhinda majeshi yaliyokusanyika uharibu Israeli chini ya uongozi wa mpinga Kristo. Na Bwana anasema hapa katika unabii huu wa tukio hilo, katika mstari wa sita, niliwakanyaga watu kwa hasira yangu. Milimwaga damu yao juu ya ardhi. Wapendwa, kuna watu wengi leo wanaofikiri Yesu ni unajua, aina fulani ya mtu dhaifu, unajua, asiye na uti wa mgongo asiye na nguvu ambaye unajua hawezi kumdhuru hata nzi kweli. Kulingana na Isaya hapa, Masihi atarudi siku moja kutoa hukumu takatifu dhidi ya kila mtu anayemkataa. Unajua, watu wengi leo wanashauku kuhusu kuwa sahihi kisiasa. Nasikia kila mara watu wakisema, unajua hatutaki kuwa upande mbaya wa historia. Kweli, hebu nikuambie rafiki yangu, hutaki kuwa upande mbaya wa Mungu. Haijalishi kinachotokea katika historia. Sasa ukweli wa hukumu hii hapa, hukumu hii inayokuja unamsukuma Isaya kuandika sala kwa niaba ya Israeli. Hapa katika sura ya sitini na nne anamwomba Mungu utenda kwa neema kwa niaba ya watu wake, na hapa katika mstari wa tisa anasema usiwe na hasira kali sana, e Bwana, na usikumbuke uovu milele. Kweli ombi hili la wokovu linaunganishwa na kukiri dhambi na kumtumaini Bwana, na ni sawa kwetu leo. Kwa njia Mungu anakualika wewe na mimi kukiri dhambi zetu, kumtumaini Kristo kama mwokozi na Bwana wetu, na yeye anatufutia dhambi na utuokoa. Unaona, wasiwasi wa Mungu hapa sio kwa Israeli pekee. Kwa kweli hapa katika sura ya sitini na tano, Anasema katika mstari wa kwanza, nilikuwa tayari kupatikana na wale ambao hawakunijia, nilisema hapa niko, hapa niko, wa taifa ambalo halikuitwa kwa jina langu. Tazama, hapa Bwana anajialika kwake sio tu taifa la Israeli bali kila taifa lingine kila mtu mwingine duniani sasa nusu ya kwanza ya sura ya sitini na tano ya, ya Isaya inatufahamisha kwamba kwa sababu ya u uh, kukataliwa kwa Masihi wao na Israeli u uh, kutawanyika kwao, mateso yao basi yataendelea hadi kipindi cha dhiki ya miaka saba. Sasa wacha nieleze jambo muhimu hapa. Ah, madhumuni ya dhikie uwe uh, nimesikia Wakristo wakisema unajua, ni kwa ajili ya ni kwa ajili ya kutakasa kanisa, eh, ni kama kuandaa kanisa na kukisafisha tayari kwa ajili ya mbingu. Basi wacha nikuambie, kanisa tayari limetakaswa. Kwa kweli, wazo kwamba kanisa linapaswa kutakaswa kabla ya kuchukuliwa katika ufalme ni theolojia mbaya. Hiyo ni wokovu kwa matendo. Basi unaweza pia kuamini katika toharani, na hakuna mstari wowote katika maandiko kuhusu hilo. Pia tazama, kanisa halijaahidiwa ghadhabu ya Mungu. Kanisa limeahidiwa ukombozi kutoka kwa ghadhabu ya Mungu, saa ya dhiki inayokuja juu ya ulimwengu mzima. Ufunuo sura ya tatu inasema tumaini lenye baraka la kanisa si kuonekana kwa mpinga Kristo, ni kuonekana kwa Yesu Kristo, Tito sura ya pili mstari wa kumi na tatu. Yesu anapokuja kulinyakua kanisa lake na uliepusha na ghadhabu ya Mungu itakayomwagwa wakati wa kipindi hiki cha dhiki. Wacha niweke hivi wapendwa, dhiki si ya kuandaa kanisa kukutana na Bwana, ni ya kuandaa Israeli kukutana na Bwana atakayerudi mwishoni mwa dhiki, Masihi wao anayerejea. Kwa kweli hapa katika sura ya 65, sasa katika mstari wa 17 Isaya anasema kwamba Mungu ataumba mbingu mpya na dunia mpya. Haya, uumbaji huu mpya wa ulimwengu na wa dunia Il inahusu kile kitakachotokea mwishoni mwa ufalme wa milenia wakati Mungu atakapoumba kila kitu kipya kabisa, kama alivyoahidi, na na huu ni mwanzo wa kile tunachorejelea kwa kawaida kama umilele. Sasa, mengi ya yale yanayofuata hapa katika sura ya 65 kwa kweli kwetu yanazungumzia ufalme wa milenia unaofuata dhiki, ule ufalme wa miaka elfu moja wa Kristo duniani. Unaweza kuelezea kipindi hiki cha wakati kama kurudi kwenye bustani ya Edeni. Kwa njia nyingi, Mungu atabadilisha dunia hii ya zamani, baadhi yake. Atabadilisha ufalme wa wanyama. Unajua, tayari tumezungumzia hili, mtoto ataweza kuwa na simba kama mnyama wa kufugwa, na nadhani hilo litakuwa la kusisimua. Sura ya sitini na sita inaendelea na maelezo ya milenia na hasa mabadiliko ya ghafla ya mioyo ya watu wa Israeli. Isaya anaandika kuhusu hili hapa katika mstari wa nane: nani amesikia jambo kama hili? Nani ameona mambo kama haya? Je, nchi itazaliwa kwa siku moja? Je, taifa litaletwa kwa wakati mmoja? Kwa maneno mengine, huu ufufuo wa ghafla wa Israeli, huu mwamko wa kitaifa wa taifa la Israeli, basi huu ni kazi ya Roho wa Mungu wanapomkaribisha tena duniani masihi wao katika kuja kwake wa pili. Sasa kwa wale wanaoamini, wana anaahidi hapa katika mstari wa kumi na mbili kwamba siku moja watakuwa na amani kama mto. Mstari wa kumi na tatu anasema kama mtu ambaye mama yake humfariji ndivyo nitakavyokufariji. Sawa, hebu nikuulize kitu. Je, unamsikiliza Isaya? Je, uko tayari ukutana na Bwana? Sawa, hapa kuna mwaliko. Mwamini Masihi, mwamini Yesu Kristo na maisha yako, pokea zawadi yake ya msamaha na umfuate, mfuate yeye. Sasa ukifanya hivyo, utaweza kumwabudu siku moja katika ufalme huo. E, eh, ungekuwa tayari kwa ajili yake ikiwa angekuja kulinyakua kanisa sasa hivi? Sawa. huo ufalme wa baadaye utakuwa tayari kwa ajili ya huo, hiyo itakuwa ya ajabu. Amani itatiririka kama mto, na faraja ya Mungu haitakoma. Sawa, kwa hayo tunahitimisha unabii huu mzuri, huu mlima Everest kitabu cha Isaya katika safari yetu ya hekima, hadi safari yetu ya hekima inayofuata itakapoanza na kitabu cha Yeremia. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu